Ndugu zangu, tuzingatie sana mafundisho tuliyoyasikia kwa kiongozi wetu hapa. Ametukumbusha mambo ya msingi, na mimi nataka niongeze sauti yangu kuwaomba waamini wote na watanzania wote, mwaka huu ni wa uchaguzi, uchaguzi mkuu wa kumchagua rais, na wabunge na madiwani tunawaomba sana sana sana, tukashiriki uchaguzi kwa amani. Vurugu siyo sehemu ya jadi ya Mtanzania, na ninataka kuwaomba sana akinamama mliokuwa majasiri tangu enzi hizo, mkawa majasiri wa kwenda wa kwanza kaburini, wanaume tumelala nyumbani mkawaongoze watoto wetu na hasa vijana wasishabikie vurugu wakati wa kampeni na wakati wa uchaguzi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini la pili, kwa wote watakaopewa dhamana ya kusimamia uchaguzi, tunawasihi sana wakazingatie sheria na miongozo watakayopewa wakatende haki kwa wote watakaojitokeza kugombea uchaguzi. Ninawatakia waumini wote na watakia Watanzania wote, kwa niaba ya serikali, sikukuu njema ya Pasaka mwaka huu 2025. Mkasherehekee, mkasherehekee kwa amani na furaha. na wale ambao wote wanaotumia barabara na vyombo vya moto, tunawasihi sana wakatumie vyombo hivyo kwa busara. Tumsherehekee Kristo mfufuka, lakini bila kupoteza uhai wa mtu wowote barabarani. Kwa waendesha pikipiki, waendesha magari, sisi tunaotembea kwa miguu, wote tutumie busara na hekima kwamba hivi vyombo vinaweza vikapoteza maisha ya binadamu wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo. Amani ya Kristo iwe nanyi nyote. Amen.